Usafiri wa treni katika reli ya kati katika eneo la Kidete mkoani Morogoro umerejea baada ya kukamilika kwa ukarabati wa reli hiyo iliyoharibiwa na mafuriko mwezi Januari mwaka huu. Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Profesa Makame Mbarawa ametembelea eneo hilo na kusema kwamba miundombinu hiyo tayari imeimarika kwa asilimia mia moja, na hivyo kuruhusu safari za treni kati ya Dodoma na Dar es Salaam zilizokuwa zimesimama kwa takriban miezi miwili kuendelea. Taarifa zaidi na Egidus Audax. Ni takriban miezi miwili tangu kusimama kwa safari za treni ya reli ya kati, na hivyo kusababisha huduma hiyo ya usafiri kuanzia Dodoma badala ya Dar es Salaam kama ilivyozoeleka kufuatia kuharibika kwa miundombinu ya reli katika eneo la Kidete wilayani Kilosa mkoani Morogoro, kulikosababishwa na mvua zilizonyesha katika mikoa ya Iringa na Dodoma mapema mwezi Januari mwaka huu. Waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano Profesa Makame Mbarawa amesema hivi sasa ukarabati wa miundombinu hiyo umekamilika na hivyo kuruhusu safari za treni kuendelea. Leo hii kwa mara ya kwanza gari litaanza kupita hiyo ina maana tayari kwamba barabara hii au njia hii ya reli iko vizuri. Kwanza ni washukuru sana wananchi wa hapa <clears throat> ilifika pale, wakatupa ushirikiano mkubwa na wameendelea kutupa ushirikiano, ushirikiano mkubwa, na nawaomba tena waendelee kutupa ushirikiano mkubwa, kwa sababu hayo tunayofanya, tunafanya kwa maslahi ya nchi yetu. Reli hii isipokuwepo, ina maana kubwa. Kwanza wewe unaoekaa hapa unaathirika kwa sababu kuna wengine biashara zao zinategemea kuwepo reli hii. La kwanza, la pili, reli hii isipokuwepo, isipofanya kazi, mizigo yote inapita kwenye barabara na zile barabara zetu haziwezi kudumu kwa kupitisha mizigo mikubwa. Kilomita moja ya barabara tunatumia shilingi bilioni moja. Kama kweli nchi inataka tuendelee mbele, mzigo hasa mzigo lazima upitie kwenye reli. Kwa vile sisi serikali kwa kulijua hilo tukasema, hapana, lazima tutumie nguvu zetu zote kuhakikisha kwamba reli hii imekamilika. Leo imeshatengenezwa na nyinyi te mashahidi kuanzia leo. Kuhusu wananchi kulinda miundombinu hiyo, nachukua fursa hii ni wananchi, tushirikiane na viongozi wetu, hasa katika kuhakikisha tunalima vizuri, ili maji yale tusiyaachie achie tu yakaja mpaka yakaweza kuvunja reli yetu. Mkae pamoja, mzungumze, tupate mwafaka. Kwa upande mwingine, nachukua fursa hii kuomba tuachie reli. Asante sana. Fanya kazi ushirikiane na wafanyakazi wenzako, tuhakikishe kwamba mizigo mingi sasa yanapita kwenye reli. Nimezungumza na baadhi ya wananchi ambao hawakusita kuelezea ya furaha yao. Kwanza ni kwamba nashukuru sana reli ilikuwa imepona. Kwanza usafiri watu wanakaa kando ya njia ikiwa nimefurahia kuajia kukona mapema kwa sababu ilikuwa ni hadha kubwa kwa wanakijiji reli na kupita kwa sababu wananchi walio wengi matatizo yakitokea basi iaza maugonjwa wanai inaweza ikatokea. Aa, katika hatua wa nyingine, waziri Mbarawa ametembelea bwawa la Gombo Kidete ambalo linatajwa kuwa chanzo cha uharibifu wa miundombinu hiyo pindi linapofurika maji katika kipindi cha mvua za vuli na masika. Kutoka wilayani Kilosa mkoani Morogoro, mimi ni Egidius Audax TB.